Kama kuna mtu ambaye unapaswa kumlalamikia kwenye haya maisha, mtu ambaye anakukwamisha akiwa nambari moja kabisa, ni wewe mwenyewe. Vitu vingi ambavyo hujafanikisha kwenye hii ha, kwenye haya maisha, wewe ndiye nambari moja. Wewe ndiye unajikwamisha ukiwa nambari moja. Kwa nini? Kuna vitu vingi sana unafanya ambavyo hupasi kufanya. Kwa mfano, unapangilia tu ratiba yako vizuri eh? Leo nifanye hiki nifanye hiki, lakini hufanyi hapo eh? Shetani unamsingizia tu bure, shetani hayupo hapo. Wazazi wako labda pengine waramikia, la i eh, hujafanya kitu fulani au hujafanikiwa kitu fulani kwa sababu hawajafanya kitu fulani. Lakini sasa kwa nini hata huu muda unaoupata eh, hautumii vizuri? kwambie kitu Leo hii wewe unawalalamikia labda wazazi, unalalamikia mjomba, unalalamikia wapi? Kesho kesho kutwa wewe ndio unaenda kuwa mzazi, na wewe ndio unaenda kuwa unalalamikiwa. Sasa kwa nini utalalamikiwa? Utalalamikiwa pia kwa sababu hutumii muda wako vizuri. Upangilie ratiba yako vizuri, unapoipangilia uifati. Sasa nachotaka nikwambie siku ya leo ni kwamba chochote kile ambacho umechagua kukifanya, kifanye kwa ubora wa hali ya juu. Pangilia ratiba yako, ifuate, itimize, usijikwamishe wewe mwenyewe. Unapofanya kazi kwa ubovu, ukifanya kazi ambayo sio bora, unaamua kujikwamisha, unaamua kujirudisha nyuma, na wewe mwenyewe ndio unayokuwa kikwazo cha mafanikio yako. Unapopanga ratiba kwa hujaifuata, au unapokuwa una muda alafu unapita tu, uelewi kipo nini unatakiwa kufanya. Eh, anakuja mtu fulani nakwambia twende sehemu fulani mnakwenda, anakuja mtu fulani nakupigisha story mnapiga story lakini hii yote kwa sababu huna mpangilio na ratiba yako. Unapokuwa huna vitu vya namna hii, wewe mwenyewe ndiye unayokuwa unajifelisha. Unapokuwa hujaweka mkakati madhubuti kuhusiana na fedha zako, kwamba nikizipata nizitumieje, niwekeze wapi na nisiwekeze wapi? Eh, ninunue hisa ninunue hatifungani au ninunue vipande? Kwa nini nifanye hivi kwa sasa hivi? Kama una plani hii, kila fedha inaingia imetoka, kila fedha umeshika imekwenda, rafiki yangu, na kuhakikishia kwamba wewe ndiye mtu pekee, wewe ndiye mtu nambari moja ambaye unajikwamisha wewe mwenyewe. Sasa basi, tuondoke na mkakati wa kufanyia kazi siku ya leo. Moja, acha kujikwamisha mwenyewe. Mbili, andika na orodhesha vitu vyote ambavyo umekuwa unafanya na vimekuwa ni chachu, ni chanzo cha kukwamisha wewe, kisha anza kufanyia kazi kimoja baada ya kingine. Na tatu, kama utakwama katika kufanyia kazi hivi vitu ambavyo tumejadiliana hapa siku ya leo, tuwasiliane tu, usiwe na wasiwasi, ni check, tuweze kuongea vizuri. Tumia namba ya simu 4, 4, 3, 9, tuweze kuwasiliana. By the way, ndio vitabu vizuri sana. Kitabu hiki hapa kinaitwa kipaji ni dhahabu, hiki kingine kinaitwa nguvu ya kuweka malengo, kimeeleza kwa kina juu ya zana nzima ya kuweka malengo, na hiki kingine kinaitwa jinsi ya kufikia ndoto zako. Usipokuwa na ndoto zako, usipokuwa ufanyia kazi ndoto zako, kuna mtu atakuajiri ili uweze kufanyia kazi ndoto zake. sasa Hivi vitabu ni vitabu muhimu sana kwa wewe ambayo umekuwa unajikwamisha ili uondokane na hiyo dhana ya kujikwamisha wewe mwenyewe. Badala yake uweke kazi, utie nguvu na mambo yote yaweze kwenda sawa sawia. By the way, kwa wewe ambao una vitabu pia ungependa kuandika, ungependa kuhariri, ungependa kuchapa vitabu vyako na hata ungependa kuandikiwa kitabu chako. Tumia namba ya simu 0655 848392, Mpaka wakati mwingine mimi naitwa Rweyongeza.